Viongozi mbalimbali wamehudhuria ibada ya Jumapili katika baadhi ya makanisa humo nchini, wale wa upande wa serikali wakitumia fursa hiyo kuwalaumu wenzao wa upinzani kwa madai ya kulemaza utendakazi wa serikali ikiwa ni pamoja na kuhujumu maendeleo. Munasikia watu wananipigia makelele lakini mimi si, sijali makelele. Rais William Ruto amesema kuwa ameweka azma na msimamo thabiti wa kuleta mageuzi ya kweli nchini. Akizungumza wakati wa ibada katika kanisa la Church of Christ in Africa eneo la Makadara, kaunti ya Nairobi, Rais Ruto alisisitiza kuwa uongozi wake utabadilisha Kenya kwa manufaa ya kila mwananchi. Mimi, I am focused, mimi I am focused, kwa sababu Mungu ndiye amenipatia nafasi ya kuongoza Kenya, si ndio? na amenipatia assignment. Ya kutransform this nation. Wakati huo huo, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akizungumza katika kanisa la Jesus Celebration Center JCC, mjini Malindi, kaunti ya Kilifi, alimkosoa Rais Ruto kwa madai ya kushindwa kutekeleza wajibu wake ipasavyo kwa wananchi who has given you that assignment is the same one in the ten commandments who says thou shall not kill. So, Rais alikuwa ameandamana na baadhi ya viongozi kutoka kaunti ya Nairobi akiwemo Gavana Johnson Sakaja. Aliwakosoa vikali viongozi wa upinzani akiwashutumu kwa kupinga kila sera inayopendekezwa na serikali ikiwemo mradi wa nyumba za bei nafuu na maboresho katika sekta ya afya. tumengojea miaka nyingi bwana. Story ni imekuwa mingi. Hii affordable housing imekuweko for 30 years, haijafanyika. Universal health coverage for 30 years, haijafanyika. Ni kweli ama si kweli? This is the time to do it. And I am the person to do it. Upinzani kwa upande wao wameeleza kutoridhishwa na baadhi ya sera hizo wakidai kuwa baadhi ya viongozi wa serikali wanazitumia kama mianya kujinufaisha kupitia vitendo vya ufisadi. You cannot say uko na assignment kwa Mungu ufanye hii at the same time you are breaking the ten commandments. Pesa zenu za housing levy. Hizi pesa ndio zimeanza kuporwa sasa, hizi pesa ndio zimeanza kutumika vibaya. Pesa ambazo mlilazimishwa kulipa ili nyumba zijengwe hazijengi nyumba tena, tunaambiwa ndio sasa zinatumiwa kushika magavana wajengewe wa soko tumebeba pesa kwa jina ya empowerment programs il hali jana tumeambiwa kwamba madawa ambazo ziko kwa hospitali. Gashagwa amemtaka Rais Ruto kuanzisha mazungumzo na familia zilizoathirika wakati wa maandamano dhidi ya mswada wa fedha wa mwaka elfu mbili na ishirini na nne, akisisitiza kuwa ni muhimu kuwasikiliza na kuwafidia waliopoteza wapendo wao au kujeruhiwa. Mimi siyo pastor, I am not a prophet but from the little that I know, ile shida yote iko hii Kenya imepata Rais William Ruto na serikali yake kila siku, ni kwa sababu ya damu ya jenzi, the blood of those young children that were killed. Nikiripoti mtazamo wa dira runinga ya Tandao, jina langu ni Felix Wanjala.